Ke sasa huko uh, Iringa ambapo naibu waziri wa TAMISEMI Selemani Jafo ametoa muda wa siku mbili kwa uongozi wa halmashauri ya mji wa Mafinga wilayani Mufindi kuweka mashine za kielektroniki katika hospitali ya wilaya hiyo kwa lengo la kurahisisha ukusanyaji wa mapato. Waziri, naibu waziri huyo ametoa wa agizo hilo baada ya kutembelea hospitali hiyo na kugundua kwamba bado mfumo huo wa kielektroniki haujafungwa na hivyo kupingana na agizo la serikali lililotolewa mwishoni mwa mwaka jana. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Irene Mwakalinga. Sikuelewi kabisa, yani naibu waziri Jafo sipu, ambayo yupo ziarani mkoani Iringa, ameonyesha kushangazwa na kitendo cha hospitali hiyo ya Mafinga kutofungwa mfumo wa kielektroniki ambao amesema umeonyesha mafanikio makubwa ya ukusanyaji wa mapato katika halmashauri zilizotekeleza agizo hilo hapa akatoa kauli. Ninapozungumza hapa, kesho kutwa asubuhi, kesho kutwa asubuhi, hospitali yako ya wilaya iwe inatumia mifumo ya elektroniki katika ukusanyaji wa fedha, na ukienda ku cross check pale, kuna mapato mengi sana yanapotea. Yaani unajua, unashangaa sana kwa sababu tuliyashagiza mara nyingi hospitali zote za wilaya zitumie mifumo ya elektroniki, na naomba niwaambie maeneo ambayo walikuwa wakusanya laki moja na nusu kwa siku maeneo yote nilikopita, baada ya kuweka mfumo naanza kukusanya kuanzia milioni na kuendelea kwa siku. Pamoja na mambo mengine, Jafo amezindua huduma ya ultrasound kwa ajili ya kina mama wajawazito wanaohudumiwa na hospitali hiyo, ambayo ni muhimu kujua matatizo ya kina mama na kuwashughulikia kabla ya kusababisha madhara. Ultrasound hizi zinasaidia kutoa huduma kwa kina mama wajawazito kwa sababu tuna, tuna, mawa, mwazi, tuna mama wazazi wengi wanaojifungua kwa mwezi, tunazalisha karibu yake ya mama mia tano na kitu ambao ni kama kumi na tatu kumi na nne kwa siku. Tuna operesheni karibu mia na arobaini na nyingi lazima wamefanyiwa ultrasound kwanza kabla ya kwenda hapo mwanzo tulikuwa hatuna ultrasound yenye uwezo kama huu mm. kwa hiyo ilikuwa changamoto kuweza kujua matatizo kwa mfano mama kabla ya kujifungua. akizungumza na watumishi wa hospitali hiyo, Jafo amewataka watumishi wa afya kujituma na kufanya kazi kwa weledi, huku mkurugenzi akiagizwa kushughulikia malalamiko ya kupandishwa madaraja. kua rushwa imekuwa kubwa katika mazingira mtu hawezi kupanda daraja mpaka ajipendekeze na kujikomba komba lakini wakati mwingine tumekuwa na upendeleo kwa baadhi ya watu na watu wengine tunaona kwamba si si, si si wa maana zaidi. Naomba mashine hizo mbili za ultrasound ambazo moja imetolewa na mbunge wa jimbo hilo Cosato Chumi na nyingine kutokana na mfuko wa afya ya jamii zina thamani ya shilingi milioni themanini 0 Airini Mwakalinga TBC Iringa.